Kabla ya kuendelea na maisha yako, sikiliza hii sentensi ya Biblia: tusimwache mtu akale tunda la mti wa uzima akaishi milele. Mwanzo tatu mstari ishirini na mbili. Swali rahisi: kama Mungu anataka mwanadamu awe huru, kwa nini maarifa yakawa kosa? Kwa nini kuona mema na mabaya ikawa dhambi? Na kwa nini tunda la uzima wa milele likawa limefichwa? Religion haipendi maswali haya lakini sisi hapa tunayahoji. Hii hadithi inafanana sana na hadithi za kale za Mesopotamia, ambako miungu waliogopa wanadamu wakipata hekima na kuishi milele. Je, Biblia ilirudi hadithi hii au kuna kitu kikubwa zaidi kinafichwa? nimeiweka full breakdown YouTube, na hii ndiyo episode kali zaidi mpaka sasa. Tembea YouTube, andika mwanga wa ukweli alafu utarudi. Shukrani.